Bila shaka umeshamaliza. Huyo mpuzi, unawezaji kusema kuwa ujawai kuwa, wakati mwaka elfu mbili na kumi na saba uliwaua wenzako na ukatokomea mafichoni. Toka umenembea kaka yako ni mmoja kati ya watu niliokuwa nao kwenye ile mission. Nimegundua kwamba umetumiwa kwa mambo mawili. Taanza kuingia na hofu juu ya Sanjina, sidhani kama atamaliza kazi yakiwa upande wetu. Kwa nini watu nini, watu wanataka kukuua? Ni madui zako, sindio? Nimeambiwa ni kuambie wachane na mission ya kumfuatilia Gopa kwa hiyo fikra zangu hazikuwa mbali na hisia zangu kuwa kuna ugeni wa siri kwenye ndio wetu eh. Napata hisia mbaya. Ha, watu inaonekana wapo sehemu moja na location inasoma kuwa wapo mashariki kaskazini mwa mji huu. Lakini haikupaswa waongezewe nafasi nyingine, hawawezi kuonana ana kwa ana bali wanawasiliana kwenye simu. si mmj. Kivyovyote hawa wapuuzi hawatakuwa mbali sana eneo hili. Kwa chakuniambia Gopa na maadui wengine tofauti na serikali. Mwenyezi Mungu akupe maisha marefu Gopa. Vipi siku kija kujua kuwa mimi sio mwalimu. Lakini jana watu wako wameua watu wawili mbele ya macho yangu. Ya hao ndio watu ambao wao wanafia kwenye mikono yangu huko, nikihuzunishwa na vifo vyao, na inatupasa tuwahi kumtia mbaroni mtu huyo. nakukaribisha kwenye mchezo wao. Najua nyewe wote ni mbwago, nadhani mimi ndiye inipasa ni uwai siku ya leo. kwa nini uta kujitetea? Amesha kutisha, si ndio? Na vipi kama akifanikisha kumtia mbaroni Gopa? Ina maana nyewe mliwa askari wenzenu pasipo kujua kama ni askari. Hata vikongwe wana silaha. Sijachoka kuua kwa kuwa bado sijaanza kuua kukua kama unavyozani. Sina adui zaidi ya baadhi ya watu wachache waliopo upande wa wali jeshi. Alikuja kwa shida gani usiku ule wote? Ni watu wabupa. Ni hatari sana kukutana na mtu mt. Itakuwa mbaya kwao, maana wao ndo waliowaua wenzao. Kama mmekaa katika position nzuri, basi wamalizeni wote. Ia, nafikiria tu baada ya bataata wale walipaswa kufa tu, maana vinginevyo wangetuua sisi. Hivyo na kila unachokizungumza, lakini kwenye vita ni mtu mbaya sana. Kwa hiyo hivyo ndivyo uliofanya kwa wenzio mwaka elfu mbili na kumi na saba. Sitegemei kuferi kama ilivyo kawaida, unajiongopea kwa... Sasa ilivyokaidayamajongopea sasalijojikamao na ushahidi wa video